Choma choma mara mbili bila kusita. Uoga wako ndio maskini wako. Kamata ida mata mkono kushoto. Wakati wa kuosha maiti, hakikisha hiyo dawa unaipaka maiti usoni. Siku tatu baada ya kuzika, Mgomba, unatakiwa urudi tena hapa, nikupe dawa ya kukata kirimi msukule. Tajiri hutaki uoga. Si unataka mafanikio? Nenda. Usigeuke nyuma. n jamani, mama alivyokufa kufa kama masiara kila mtu anashangaa. Jana mzee nimekutana naye dukani mwenzangu. Hey, jana mimi, leo asubuhi kapita pale na nimemsalimia asubuhi. Mm, hatari -hmm. Unasikitisha lakini ila yote mipango ya Mungu, niye Mungu mchukua mtakaye wakati wowote. ni watoto, mbona mna midomo eh? Mbona mna midomo wenye watoto? Mtizame umeona kuchaza kuku. Eh. Hasa wewe kilicho kushangaza nini? Umeona utupwa chizi mpaka ukushangaze? Wewe msiba ujui. Msiba ndio kukushangaza wewe. Kwani Mungu angeamua kuchukua wazazi wenu yeye angeshindwa? Angeamua kumchukua mjomba wako angeshindwa? Angeamua kumchukua baba yako angeshindwa? Eh? Au angeamua kwa mwezi mwenyewe mende mkasikiliza rufu ya kinyesi choni angeshindwa? Mtizame kwanza una kipindi chake kama mwimba taarabu. Kwanza nyinyi haya majiko kupikia mnayaweza iko? Ndo ngoja niende huko ndani nikawafuate, watugaiela tukanunue kuni tukapange majifya kule. Twendeni nje, twende tukapike haya majiko yao kizuku, si atuyawezi haya. Safari nje, acheni midomo, nitakufa vinywa wazi. Haya, tokeni nje

Pole sana sana. Sana. Asante sana. Yes, Asante. Pole ndio kubwa huo. Asante. Hapa uh, kila kitu kiko sawa. Ya, hapa kila kitu kiko sawa. Maana okay. Kule tumepanga sawa uh. Na hata huku ndani tumeweka kila kitu sawa. Yaani okay. Kuko sawa tu. Ah, uh, okay. Na, sana. Sijui wewe huko ulipotoka. Maiti imepokelewa hospitali. Eh, sawa sawa. Lakini pale kuna kitu hakiko sawa. Eh, eh. Kiukweli kabisa, kiukweli maiti nimekuta inavuja damu. Damu? Tena huo ndio ukweli, maiti inavuja damu. Kwambe kitu wewe ni mwanamume na uishi katika wanaume wako, inawezekana tukawa tunasema ni mipango ya Mungu kumi ni mipango ya binadamu. Maana binadamu bwana haaminiki kweli. Yeah, cool. na na kichwa kimezidi kwa nyuma, kwa sababu mimi mke wangu anampenda sana mama yake. Alikuwa anampenda sana na mwenye huruma. Moyo wangu unaniuma, una haki ya ku, yani inaniuma kwelikweli, kwa sababu kila nikimwangalia, nilikuwa namsikia anavyolia, nahisi na nami mwenyewe na vile vile Sikilize kijana wangu. Wewe ni mwanamume, yeah. Na usimame kwenye wanaume wako huo, sawa yeah. Na swala la kifo tuchukule kuwa ni jambo la kawaida ambalo kila mtu linaweza likamtokea ila, nah. Itaidi ukae sana na mkeo umfariji, yeah. Na hilo pia lilikuwa wazo langu hmm. Basi asanteni, kitavyokuwa Omba muendelee kwa karibu na mimi ndugu zangu. Ila tuko pamoja kwenye tatizo hili. Sawa. Sawa sawa. Eh? Haya. Msiba mkubwa. Eh? Huh?

Mwaji, umesikia huko shoga yangu mi? Hey, na si kitu, mutasa, si Maiko yako, we usipewe kitu mtasari unaboga mwenyewe. Sio hayo basi, sio hayo shoga yangu. Maiti huko inatoka damu. mimi mi nimesikia kwa masikio yangu. Mrefu, mbona unaogopa? Mbona umekuwa mrefu muda wote hapo na hujasikia maneno hayo? Nimemkuta kanji anaongea na mjumbe na sungusungu aa, nivokuwa najipitisha na makubwa. ss Ujasikia mengi, eka moto hapo fuli Maki maneno ya ubwabwa bado, naambia mazito shoga yangu, hata nguvu zenyewe za kuweka moto si ndio hivyo unauweza unaiweza, tunakuachia wewe kitengo. Yaani, umenipa maneno mazito mm, sitaweza kulibeba. Wafiwa kulia na kula, kulia na kula, kabisa kulia. Tumewasikia kilio chenu, tumekisikia na tumekipokea. Tunachotaka sie kula yale maharage kule, hali mtu kama mtu mmemtoa kafara nyewe nyewe kwa mambo yenu. Sasa tunachotaka tukale tunywe, leo tufry, tupige vigelegele kama kawaida. Kwanza sasa, wewe mama, tazama kwanza mashavu yako alivyomiminika kama mtoto wa biskuti. Watu wamekaa yani kama wana majonzi kweli vile. Waangalie watu walivyoweka kope kama vibanda vya, vya simu kucha kama mwewe hey! Yani msiba huu leo kila mtu mtu, jamani, mtu kajaa sehemu nzima yote, kaimaliza yeye kama kabati la milango mitatu. Tena la mbao sio la kichina. Hapana. Fanyeni mpango mnipe hiyo hela mimi. Nataka kwenda kula. Jamani changamkeni basi tunataka kwenda kula. Vipi? Mbona tuwaelewi? Kwani unani? Wewe mtani wetu. Eh? Wewe unauliza nani kwani wewe nani? Mimi nyane mwenye kabaki uno. Wewe nani kwani? Eh? Unanipa hela wewe ndo ndo mwenye ndo ulofiwa. Mpe huyo anaojifanya mwenye mwenye huruma mbuzi. Tizame kwanza mioni kako be mwenye mawazo. Si mina taka nipe huyu. Uwe ndo mwenye msiba. Mina nataka uwe mwenye huruma ya mbuzi. Akienda malishoni anatoka mbio akirudi anajifanya kulia. Wote ndro nye. Mama watu mmemweka msukule bila hata shida yoyote maskini. Hana shida na mtu ule mama. Hana tabu na mtu jamani. Hela nye ndro hii. Hii ndro hela ndro hii jamani. Iyo nyama kilo elfu kumi na mbili natugea hela hii ndro ni. Haa. Hebu jiangalieni nye. Na niko pevu kama fagia uwanja. Na wewe mleta hizo jamani, leo hapa si tunataka tule, tunataka tunywe. Yaani ikiwezekana na mziki pia tuweke, sijui mmenielewa. Wewe lia lia na ndugu zako, lia na ndugu zako, mamako alomweka uvunguni wala hata usilie na mtu yote, lia na ndugu zako, alomweka mamako uvunguni. Wewe uwezekane mtu, jana tu napita pale mzima, tunasalimiana. Leo mniambie mtu uko kwenye friji mwanjwali, sio kweli? Nipe na hiyo kanga, mimi siwezi nikapika hivi, kaunguza baibu yangu. Nipe nipe nipe, nimejipata. Nimeenda kuchangisha kule kwa wanaume nimebania elfu tano kwenye kipochi uaweiaamragi

Ajafa kwa mipango ya Mungu au binadamu? Angaika binadamu, angaika. Udugu wangu angaika. Ndio naenda <coughs>

Sawa mama. Hapana, toka asubuhi hujala chochote, tu nakuomba sawa, ukane basi hata kidogo tu. Siwezi napata, siwezi zaani. Mimi napata wapi mimi, amekula chakula wakati mamangu amelala? Napata wapi mimi, amekula chakula wakati mamangu amelala, amela kwenye jokofu

hivyo mpaka muda gani, Tunu? Utaki kula, utaki kufanya kitu chochote eh? Utaishije? Ili jambo ndio kwanza asubuhi limeanza, vipi?